Ziwa Buligi ni mojawapo ya maziwa ya kanda ya kaskazini magharibi mwa Tanzania, likiwa katika mkoa wa Kagera na linapakana na wilaya tatu za mkoa huo ambazo ni Muleba, Karagwe na Biharamulo. Ziwa hili limekuwa chanzo muhimu cha uchumi kwa wakazi wa maeneo hayo, hususan kupitia shughuli za uvuvi na usafirishaji wa bidhaa. Hata hivyo, licha ya kuwa tegemeo kwa wakazi wa wilaya ya Karagwe, hasa katika mwalo wa Luhita wananchi na wavuvi wa eneo hilo wameiomba serikali kuwasaidia kuondoa magugu maji ambayo yamekuwa kikwazo kikubwa kwa shughuli zao za kiuchumi. Magugu maji yetu huwa hayatembei, isipokuwa tulishachonga ka njia ambako ni kembamba sana, na uchache wetu tunahangaika nako sana, lakini wakati mwingine mpaka nakatukatisha nakatuka, nakatuka na tamaa. Na kule kuna watu wanaotegemea huduma kijijini na kuvuka kule kuelekea mpaka Muleba harafu kingine pale eneo la mwalo na kuna, kuna matope sana sehemu ambayo hata kama ukija na kamzigo kako, changamoto ambayo ili ufikie pale ulipo mwalo kuna matope, tunapata changamoto. Kama huduma za kutoka ngambo kuenda ngambo hazipatikani, watu wanaingia saa tano za mchana wanatoka saa tano za usiku, kwa ajili ya kupita kwenye juu ya magugu maji, mara wanasukuma mara nini mara boti huko washinde huko, wengine ni kuomba msaada kwa ajili ya kuenda kuwasaidia kwa hiyo utaratibu wa mwalo na huduma za ngambo kwenda ngambo haziwezi kufanyika kwa sababu hatuna njia ya kwenda ngambo kutoka ngambo nyingine. Uwekwe utaratibu ambao a, a, kama ni mpaka ujulikane, wao wajue sehemu yao na sisi tujue sehemu yetu, usio unaendelea unyanyasaji kwa kuwa wao wana vyeo. Unajua, mtu akishapewa dhamana bwana, anaweza akafanya vyovyote anavyojisikia kukufanya kikubwa, we huna huwezi kujitetea na huwezi kusema lolote. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba katika hilo meza mtusaidie, mipaka yao ijulikane na sisi sehemu yetu ya kufanyia kazi ijulikane. Na tumeonana na wananchi na wametueleza changamoto walizonazo, mojawapo ni upatikanaji wa njia ya kutumia kwa ajili ya kwenda ng'ambo ya pili, lakini changamoto kubwa ni magugu, magugu maji ambayo yapo kwenye maji lakini tunachopenda kuahidi ndugu zetu ni kwamba kila ambacho kiko ndani ya uwezo tutakifanyia kazi, na polepole pole, e, tutabadilisha mazingira ili kwa ujumla wananchi waweze kuishi kwa amani na waweze kufanya biashara yenye tija. Na sisi kama mamlaka ambao majukumu yetu hasa ni kuangalia kuhusiana na usalama, ulinzi na utunzaji wa mazingira kutokana na shughuli za usafirishaji kwenye vyombo vya majini, kwa hiyo tumejionea namna ambavyo pia maziwa ya ndani pia kuna baadhi ya huduma ambazo zinahitajika sana, hasa miundombinu katika sehemu ya mialo ambayo hiyo mialo. Kuna baadhi ya mialo kama ziwa la Kiamkuzi, lakini kuna ziwa moja jingine la Kajunju. Tunaona kwamba yanapakana na nchi nyingine jirani, yanafanya biashara zao na Burundi na Rwanda. Kwa hiyo maeneo kama yale unakuta kwamba yanahitaji uwekezaji mkubwa, kwa sababu kuna bidhaa nyingi ambazo zinapita kati ya Rwanda na Tanzania.